Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika eneo la Maseno, kaunti ya Kisumu. Ni mwanawe aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya hayati Oginga Odinga na Mary Juma Odinga. Raila alijiunga na shule ya msingi ya Kisumu Union, baadaye akajiunga na shule ya upili ya Maranda na Alliance ambazo ni baadhi ya shule tajika humu nchini. Mnamo mwaka 1962 Raila alipata nafasi ya kwenda Ujerumani Mashariki na kujiunga na shule ya Technical University of Magdeburg ambapo alisomea shahada ya uhandisi wa mitambo na kuhitimu mwaka 1970. Aliporejea humu nchini, Raila alijifunza katika chuo kikuu cha Nairobi na kujihusisha katika biashara na kampuni ya East African Spectra kampuni inayotengeneza mitungi ya gesi ambayo bado inamilikiwa na familia yake. Kuhusiana na siasa, Raila alijiunga na siasa mwaka 1980. Mnamo mwaka 1982 serikali ya hayati Daniel Toroitich arap Moi ilimuhusisha Raila katika jaribio la mapinduzi ya serikali hiyo wakati huo, ambapo Raila alikamatwa na kufungwa bila mashtaka kwa zaidi ya miaka sita chini ya sheria za hali ya hatari. Baada ya kuachiliwa, Raila alikamatwa tena mara kadhaa kwa tuhuma za kupinga utawala wa chama kimoja wakati huo chama cha KANU. Raila alikuwa miongoni mwa viongozi waliopigania kurejesha mfumo wa vyama vingi humu nchini katika miaka ya 1990 mia akishirikiana na wanasiasa kama vile Kenneth Matiba, Charles Rubia na baba yake hayati Jaramogi Oginga Odinga. Mwaka wa 1992, Raila aligombea ubunge wa Lang'ata na kushinda kupitia chama cha Ford Kenya. Mwaka wa 1997, Raila akagombea urais kwa mara ya kwanza kupitia chama cha National Development Party, NDP. Ingawa hakushinda, alipata umaarufu mkubwa. Mwaka 2001, Raila aliungana na rais hayati Daniel Toroitich Arap Moi na kuteuliwa kuwa waziri wa kawi. Mwaka 2002, alijitenga na Moi baada ya Moi kumchagua Uhuru Kenyatta kama mrithi wake katika uchaguzi mkuu. Raila akaongoza kampeni ya Kibaki Tosha ikio iliyomsaidia hayati Mwai Kibaki kushinda urais kupitia muungano wa National Rainbow Coalition NAC. Mwaka elfu mbili na saba Raila aligombea tena urais kupitia chama cha ODM. Uchaguzi huo ambao ulikumbwa na machafuko makubwa humo nchini Kenya kutokana na madai ya wizi wa kura. Baada ya majadiliano ya amani, Raila akateuliwa kuwa waziri mkuu wa Kenya mwaka elfu mbili na nane hadi mwaka 2013 katika serikali ya mseto na Rais hayati Mwai Kibaki. Katika uchaguzi wa mwaka 2013, Raila aligombea tena urais lakini akashindwa na Uhuru Kenyatta. Mwaka 2017 akashiriki uchaguzi uliokuwa na utata, ambao mahakama ya upeo uliofuta matokeo yake kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya. Hata hivyo, Raila alisusia uchaguzi wa marudio. Mwaka 2018, aliingia katika makubaliano ya handshake na Rais Uhuru Muigai Kenyatta, hatua iliyotuliza siasa za taifa. Mwaka 2022, aligombea urais kwa mara ya tano kupitia muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, lakini akashindwa na Rais Daktari William Ruto. But, nini? Sisi tuko na mpango kamili ya kuboresha uchumi wetu. Hey! Hey! Hey! Raila Odinga atakumbukwa kwa mapambano ya demokrasia, haki za kijamii na utawala wa kisheria humu nchini Kenya. Ameacha mke Ida Betty Odinga na walibarikiwa kwa pamoja watoto wanne: Fidel, ambaye ni marehemu, Rosemary, Raila Junior na Winnie Odinga. Raila amefariki dunia nchini India akipokea matibabu alipokumbwa na mshtuko wa moyo. Buriani. Coco FM, ladha ya pwani.